Moja kwa moja, mtazamaji unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa YouTube TV47 live, mtandao wa X ni @tv47ke, @paukirobi, tuandamane hadi tamati. Maadhimisho ya kitaifa ya wiki ya kawi mwaka huu wa 2025 yalianza jana katika kaunti ya Kitui kama njia mojawapo ya maandalizi ya sikukuu ya Mashujaa, ambapo wananchi wanaelimishwa kuhusu umuhimu wa matumizi ya kawi safi. Katibu katika idara katika idara ya kawi Mohamed Liban aliongoza hafla hii kwa upanzi wa miti shuleni na kufungua mradi wa maji katika chuo cha mafunzo ya waalimu katika maeneo ya Kitui. Chuo hiki pia kimepata mtambo wa gesi ili kutoa kawi safi jikoni. Liban alisema kuwa kuna mradi wa kusambaza mitungi ya gesi 2024 kwa wakaazi wa Kitui walio na mapato ya chini kwa bei nafuu ili kuhimiza matumizi ya kawi safi.

We are now going to commission last mile projects that are spread across the country. a uh, the county this county has about 2.2 billion shillings uh, to connect uh, in excess of 16,463 households into, uh, for, uh, with the electricity uh, this, that's a program that is ongoing but will be officially flagged off on uh, Wednesday by His Excellency Na uh, tukitoka huko kwa sasa tufululize hadi katika